Habari popote pale ulipo, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, ni matumaini yangu kwamba huu mzima wa afya na unaendelea kutufuatilia kwa ukaribu sana. Hatimaye idara ya masuala ya Afrika yani Bureau of African Affairs pamoja na Marekani kupitia ubalozi wa Marekani nchini Tanzania wamejitokeza leo na kutoa neno juu ya masuala kadhaa wa kadha kuhusiana na hali ya kisiasa nchini pamoja na uchaguzi, lakini pia wametoa himizo kwa taasisi za serikali na vyama vyote vya siasa kuepuka kuchochea mivutano zaidi kama washirika wa muda mrefu wa wananchi wa Tanzania. Kuna kitu kinaitwa 4R za Rais Samia, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vilevile vile, kuna hotuba ya Rais kuhusu uchaguzi mkuu unaokuja mwaka huu wa 2025 kwamba uchaguzi huo utafanyika vizuri kwa kufuata misingi yote na utakusha salama bila shida wala changamoto yoyote. Tutakwenda kutazama kuhusu 4R za Rais pamoja na hotuba yake kuhusu uchaguzi mkuu wa mwaka huu kwa undani sana. Lakini kwanza hebu tutazame kilichosemwa leo tarehe 17 ya mwezi huu wa 4 na mwaka huu wa 2025, na idara ya masuala ya Afrika Africa, yani Bureau of African Affairs kuhusu hali ya kisiasa nchini Tanzania, lakini pia kauli ya idara hiyo juu ya uchaguzi nchini. Idara ya masuala ya Afrika, yani Bureau of African Affairs inasema maendeleo ya kisiasa ya hivi karibuni yamezua wasiwasi mkubwa kuhusu uwezo wa Tanzania kufanya uchaguzi wa amani na jumuishi. Kama mshirika wa muda mrefu wa wananchi wa Tanzania, tunahimiza vyama vyote vya siasa na taasisi za serikali kuepuka kuchochea mivutano zaidi, kushiriki katika mazungumzo na kushirikiana kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania wanaweza kuwachagua viongozi wao wa baadaye kwa mujibu wa katiba ya Tanzania. Uchaguzi huru na wa haki unaofanyika kwa amani ni muhimu sana katika kufanikisha malengo ya Tanzania na kuharakisha ukuaji unaoongozwa na sekta binafsi, kupambana na rushwa, na kupanua biashara na uwekezaji unaowanufaisha una wananchi wote. Kutoka Washington hadi ubalozi wa Marekani Dar es Salaam. Serikali ya Marekani inatambua kuwa demokrasia ni msingi muhimu wa vipaumbele vyetu vya pamoja vya usalama, ulinzi na ustawi wa mataifa yetu. Matukio ya kisiasa ya hivi karibuni yameibua wasiwasi mkubwa iwapo Tanzania inaweza kuandaa na kuendesha chaguzi zilizo jumuishi na za amani. Kama mshirika wa muda mrefu wa Tanzania na wananchi wake, tunazisihi taasisi za serikali na vyama vyote vya vya siasa kuepuka kuchochea mivutano zaidi, kuendeleza mazungumzo ya kisiasa na kushirikiana katika kuhakikisha kuwa watanzania wanaweza kuchagua viongozi wao wa baadaye kwa mujibu wa katiba ya Tanzania. Uchaguzi huru na wa haki unaofanyika kwa amani ni msingi muhimu katika kufanikisha malengo ya Tanzania na kukuza uchumi unaoongozwa na sekta binafsi, kupambana na rushwa na kupanua biashara na uwekezaji unaowanufaisha raia wote. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu Eh, hizo ndio zimekuwa kauli za Marekani kupitia ubalozi wake nchini lakini pia idara ya masuala ya Afrika, yani Bureau of African Affairs kuhusiana na hali ya kisiasa nchini pamoja eh, na uchaguzi ndani ya taifa letu la Tanzania. Wanafahamu ya kwamba ndani ya siku kadhaa zijazo taifa la Tanzania linakwenda kufanya uchaguzi mkuu, ndio maana eh, Marekani kupitia ubalozi wake lakini pia idara ya masuala ya Afrika, yani Bureau of African Affairs, wamejitokeza na kuzungumza mambo kadhaa wa kadha kuhusiana na hali ya kisiasa nchini sasa, eh, lakini pia pamoja na uchaguzi. Sasa moja kwa moja, hebu tuende tukazitazame four R za Rais Samia kwa undani zaidi, lakini pia hotuba yake kuhusiana na uchaguzi unaokuja kufanyika Oktoba mwaka huu wa 2025 ambao utakuwa ni uchaguzi mkuu kwa ajili ya kuchagua viongozi eh, wakiwamo wa bunge madiwani pamoja na rais. Fora za Rais Samia ni msingi wa maendeleo ya wananchi na taifa. Uongozi bora ni nyenzo muhimu ya kufikia maendeleo, ndiyo maana hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere enzi za uhai wake aliwahi kusema ili nchi ipate maendeleo inahitaji kuwa na vitu vinne ambavyo ni watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Vitu hivi vinne kwa pamoja vikitumika ipasavyo vinakuwa nyenzo madhubuti ya kuchechemua maendeleo kwa ustawi wa maisha ya watu wa nchi yao. Rais wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan ameridhisha e, amedhihirisha kwamba ni kiongozi bora ambaye anafanya juhudi kubwa kuhakikisha nchi yetu inapiga hatua za kimaendeleo kwa kuleta umoja na mshikamano wa nchi kwa kuzingatia kuwa ujenzi wa taifa unahitaji mchango wa kila mwananchi bila kujali tofauti za kisiasa, dini, jinsia, ukanda, Rais Samia amekuwa akisisitiza na kuishi maneno yake ya kuhimiza umoja wa kitaifa ili kila mwananchi ashiriki kwa uhuru katika ujenzi wa nchi yake kupitia maarifa, mawazo, elimu na shughuli za kiuchumi anazofanya moja ya falsafa aliyoiasisi Rais Samia katika ujenzi wa nchi yetu ni kuja na ara zipatazo nne, yaani 4R. Hizi ni kifupisho cha maneno ya Kiingereza, yani reconciliation, maridhiano; resilience, ustahimilivu; reform, mabadiliko; na rebuilding, yaani kujenga upya. Maridhiano yani reconciliation ni kitu muhimu katika ujenzi wa taifa ili kuwa na sauti moja. Rais Samia anaamini maridhiano na maelewano yanawezekana kwa kukaa pamoja na kujadiliana kwa njia ya mazungumzo na ya amani. Palipo na maridhiano kuna maelewano, palipo na maelewano kuna amani na hivyo kuna kusonga mbele kimaendeleo. Maridhiano yanachagiza usuluhishi wa tofauti za kisiasa ili kushirikiana kwa pamoja kujenga mama Tanzania. Matharani, Rais Samia ameshiriki kukaa meza moja na viongozi wa vyama vya upinzani ili kuwa na maridhiano yaliyolenga kutibu majeraha ya kisiasa na hivyo kuwa na mwanzo mwingine mzuri katika kujenga umoja wa kitaifa. Kuongoza vyema ni pamoja kuwa mstahimilivu ukishinda majaribu mbalimbali kwani Waswahili wanasema mti wenye matunda ndio hurushiwa mawe na pia wanasema uongozi au ukubwa ni jalala. Kila mtu hutupa takataka zake hapo. Kwa hiyo utaona ustahimilivu, resilience, katika nchi utawezesha nchi kusonga mbele kimaendeleo. Uongozi wenye ustahimilivu utaweza kuvumilia changamoto na kukabiliana nazo ili kuzita, eh, kuzitafutia ufumbuzi wa kudumu kwa ustawi wa maendeleo ya wananchi wake viongozi hawapaswi kuyumba wanapokumbana na changamoto, bali wanapaswa kusimama kwenye nafasi zao na kushirikiana na wengine kuhakikisha changamoto zinapatiwa ufumbuzi wa kudumu ili wananchi wapate maendeleo. Mabadiliko yani mageuzi reforms, hayaepukiki katika ujenzi wa nchi, kwani eh, kuleta maendeleo endelevu kunahusisha mageuzi. Serikali ya Samia imeweka msukumo mkubwa katika kuleta mageuzi makubwa katika kila nyanja ikiwemo mageuzi ya sheria, sera na kanuni mbalimbali ili kuakisi mazingira ya wakati tulionao na hivyo kufikia azma ya kupiga hatua kimaendeleo. Mageuzi yameonekana katika sera ya elimu sheria za uchaguzi na sheria mbalimbali mbali katika wizara tofauti tofauti yakilenga kuongeza tija na maendeleo. Mkazo katika mageuzi au mabadiliko ya sheria ni kuongeza kasi ya maendeleo kwa kuondoa vikwazo vinavyokwamisha kufikia malengo na mipango ya serikali katika kuwatumikia wananchi wake. Kujenga upya yani rebuilding e, kumekuwa moja ya msisitizo mkubwa wa Rais Samia katika ujenzi wa nchi. Kazi kubwa za kimaendeleo zimefanyika katika awamu tano za watangulizi wa Rais Samia. Kwa upande wake, Samia analo jukumu la kuacha alama katika nchi. Rais Samia anasisitiza umaliziwaji wa miradi ya maendeleo ya awamu zilizopita na kuja na miradi mipya ya maendeleo na ya kimkakati ili kupitia miradi hiyo wananchi wapate maisha bora. Ndiyo maana ya kauli mbiu yake ya kazi iendelee, kwani watangulizi wake wote wamekuwa na dhamira njema ya kujenga upya nchi. Kujenga upya nchi kunahusisha kuchochea kasi ya ukuaji wa uchumi, kujenga miundombinu na uboreshwaji wa huduma za jamii. Haya na mengine mengi mapya yanayofanyika chini ya uongozi mahiri wa Rais Samia yanatimiza mwelekeo wake wa kuijenga upya nchi yetu hasa katika nyanja e, ya kiuchumi na kijamii. Mwisho, Rais Samia Suluhu Hassan alisisitiza kuwa uchaguzi utakapofanyika utakuwa huru na wa haki, hivyo tutegemee mazuri. Mpenzi wa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, mimi sina la ziada e, nimefikia mwisho wa habari yetu, na hii ndio imekuwa habari ambayo imetufikia katika meza yetu ya habari